Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Ndugu zangu Waislamu, tukumbushane aliyomema na tukatazane yaliyo maovu. Hivi sasa tupo ndani ya masiku kumi yaliyo bora kabisa katika mwezi huu wa Dhulhija. Tusaidie ndugu jamaa, marafiki, mayatima, majirani na wote wenye uhitaji, wajane na kadhalika. Hivyo basi, nawakumbusha jamani, inakuja idi alhaji. Idi alhaji ni idi ya kuchinja, na wapo wengi matajiri ambao wanachinja Maskini wanahitaji pia kuchinja, wanatamani na wenyewe wawe na uwezo wa kuchinja. Hivyo basi, hawa na uwezo tufanyeje? Tuwasaidie. Mwenye uwezo jamani, wa kutaka kutoa kusaidia, wapo watu wengi wanahitaji kupata nyama, kupata ili wale vizuri kama wengine wanavyokula vizuri siku ya Idi. Tunaomba jamani, mwenye chochote katika kuchangia kusaidia, ili tuwape maskini, tutoe ili na wao wafarijike, waone ama hakika wako katika dini ya Mwenyezi Mwenyezi Mungu, nawaomba wenye mwenye michango michango yoyote uliyojaliwa. Na nawakumbusha ili na nyie mpate hizi barka mpate hizi thawabu. Basi huko watu vijijini, watu wanahitaji misaada, wanahitaji kula vizuri siku ya Eid. Unajua katika sunna kubwa ya Eid al haji, kama tulivyoamrishwa kuchinja mnyama ambaye anaweza kuangamia ng'ombe, mbuzi kondoo. Hebu tujiulize katika nafsi zetu, wale maskini nani anawasaidia? Wana uwezo wa kuchinja? Yatima nani anawapa? Wana uwezo wa kupata? Wajane, wazee, majirani, ndugu, jamaa, nawaomba sana ndugu zangu Waislamu, mwenye uwezo wa chochote chochote. A, mimi baba yangu yuko Mwanza, amekuwa akizunguka vijijini kusaidia kujenga misikiti. Ha kuboresha misikiti kupeleka walimu wa madrasa kufunza kufundisha watu dini, kwa sababu vijijini dini haipo kabisa. Watu hawamjui Mwenyezi Mungu, hawajui nini wafanye, hawajui kusoma, hawajui kusali. Anapeleka walimu kule, tunaomba. Hawa walimu wanahitaji wale vizuri, watu wa vijijini wanatakiwa wale vizuri, wachinje. Tunaomba mwenye chochote, jamani changieni kama umejaliwa kidogo, elfu moja elfu mbili toeni tuwasaidie vijijini waweze kuchinja nao wafurahi, na sisi waone kabisa wako katika dini iliyo sahihi. Insha allah tutoe kwa ajili ya Allah. Shukran sana.